Karibu tena msikilizaji wa Saiyan FM Radio Online. Hii ni sauti ya ukweli na isiyokuwa na upendeleo. Hichi ni kipindi cha uchambuzi. Jina langu inaitwa Jami Mavoice The Golden Voice na leo nakuletea ishu ambayo inawahusu ndugu zetu wawili. Namzungumzia Steve Mweusi pamoja na Clam Vevo. E bana, hawa jamaa wameibua sakata kubwa sana na ni mjadala ambao umekuwa ni mkubwa baada ya kuhusisha mada ya msaada wa maisha halisi na kuonyesha uwezo wa kifedha huku jina la Sabato Peter nalo likitajwa kuingilia kati. Basi usiondoke baki na mimi kuanzia time hizi hapa mpaka pale takapokuambia i'm signing out, lakini pia usisahau kusubscribe na ku turn all notification ili uweze kupata habari zote ambazo tunakuwa tukiziposti hapa kupitia channel ya Saiyan FM Radio Online. Uh, kumekuwa na mjadala mkubwa mitandaoni baada ya Clam Vevo kudai kuwa aliwahi kumsaidia Steve Mweusi katika maisha yake. Hii kauli ilizua hisia tofauti miongoni mwa mashabiki wa wadau hao, lakini kupitia maudhui yanayosambaa katika mitandao ya kijamii Clam Vevo alionyesha nyumba yake mwenyewe, na akisisitiza kuwa yeye anaishi kwenye kile anachokizungumza. Katika kauli yake Clam Vevo alimwambia Steve Mweusi aonyeshe pia nyumba anayoishi ili kuweka wazi ukweli wa maisha wanayoishi badala ya kuzungumza maneno pekee. Hii kauli ilizua mjadala mpana, huku baadhi ya watu wakimuunga mkono Clam Vevo, wakidai kuwa ni sawa mtu kuonyesha ushahidi pale mtu anapodai kitu, lakini wengine wakisema kuwa mafanikio hayawezi kupimwa kwa kuonyesha nyumba au mali. Na katika hatua nyingine ya sakata hili, Sabato Peter naye aliingilia kati kwa kuonyesha pesa, jambo ambalo lilizidi kuongeza moto wa mjadala huo mitandaoni. Hatua hiyo ilionekana na baadhi ya watu kama wakimuunga mkono kwa upande mmoja, huku wengine wakiona ni kuongeza presha kwenye sakata ambalo tayari lilikuwa limezungumzwa sana. Lakini hadi sasa hakuna maelewano yaliyoonekana kati ya wahusika wakuu wa sakata hili, na mjadala unaendelea kushika kasi, huku mashabiki wakigawanyika katika mitazamo tofauti. Sakata hili linaendelea kuibua maswali kuhusu msaada wa kweli, maisha ya mitandao dhidi ya uhalisia, na tabia ya kupima mafanikio kwa mali katika jamii ya sasa, lakini Saiyan FM Radio inaendelea kufuatilia sakata hili kwa karibu na kuwaletea wasikilizaji wake taarifa zaidi kadri zinavyojitokeza. Basi hivyo ndivyo ilivyo, msikilizaji wa Saiyan FM online radio. Huo ndio ulikuwa uchambuzi wa sakata linalomhusu Clam Vevo pamoja na Steve Mweusi, lakini pia na Sabato Peter akidakia kwa juu, sakata ambalo limeibua mjadala mkubwa kuhusu maisha, msaada na kuonyesha uwezo wa kifedha mitandaoni. Je, yeah, una maoni gani? Ni sawa kumsaidia mtu kisha baadaye kulizungumza hadharani, au mafanikio hayapasi kupimwa kwa nyumba na pesa? Hebu tuandikie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii naendelea kufuatilia kipindi cha uchambuzi kwa habari motomoto, basi moto. Tukutane wakati mwingine, ni mimi Jami Mavoice, the golden voice, na kushukuru kwa kunisikiliza. Endelea kuifuatilia Saiyan FM online radio. Hii ni sauti ya ukweli na ni sauti ya mtaa pia. Mpaka wakati mwingine, tuko hewani na tuko pamoja. Bye, bye.